Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulilahi kafa Thuma salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa baad. Ndugu zangu, mimi nimerudi tena katika kukupa elimu, elimu ya dunia, elimu mbalimbali, vionjo mbalimbali, ladha mbalimbali, mafundisho mbalimbali, kuielewa hii dunia na yanayohusu ya mambo yanayopita katika hii dunia. Leo nitakupeleka katika kipande kidogo kabisa kipande kinachoitwa mapenzi au mahaba eh. Wengi wanaweza kuisikia neno mapenzi eh, wakajua mapenzi ni kitu ambacho ni mtu kumpenda mtu mwingine eh, au mapenzi ni rafiki kumpenda rafiki mwingine eh, eh, unakuta vitu hivi ni kweli vinakuwa kwamba ni mapenzi. Sasa leo mi sizungumzii mapenzi eh, wala mahaba wala sizungumzii kwamba eh, huba Eh? Allahumma ahuba ahuba ma yuhibu ahuba ma yukaribuni ilaika ya rabbal alamin. Leo ninazungumzia kitu mapenzi ya mume na mke eh? Nazungumzia mapenzi ya bwana na bibi eh? Katika dunia hii yote, hata baba yako wewe, hata mama yako, shangazi yako, mjomba wako, binamu yako hawajawahi kuwa na mapenzi. Mapenzi walikuwa nayo viumbe wawili tu eh? Mapenzi ya kweli yalikuwa walikuwa nayo viumbe wawili ambao walikuwa ni mama yetu Hawa na, bibi, na, na baba yetu Adam. hawa kwa uhakika na uhalisia, kijana, ndugu yangu, mzee, hawa ndio walikuwa na mapenzi, tena mapenzi ya kweli, kwa sababu wao walikuwa wanafungamana pamoja, kama unavyoona mapenzi ya njiwa eh? njiwa wanalala tundu moja wawili, wakitoka kwenda kula chakula wawili una, wawili, ukimchukua njiwa moja ukamchinja, basi njiwa mwingine huwa anatoroka moja kwa moja kwa sababu kamkosa mpenzi wake. Hayo ndio mapenzi ya kweli. Lakini mapenzi ya Adam na Hawa, ni kwa nini yalikuwa ni ya kweli? Yalikuwa na ya kweli kwa sababu hawakuwepo viumbe wengine eh? Hawakuwepo wanadamu wengine, watu wenye husuda, watu wenye kijicho. Eh, watu wanaoangalia watu kwa jicho la baya eh, jicho la kengeza eh, jicho la utashi. Hawa ni watu hatari sana. Sasa katika dunia yetu hii, jambo hilo usipoliendea katika mlango wa nyuma au ukaliendea katika mlango wa pembeni, wallahi suma wallahi, hakutakuwa na mapenzi daima kaima, kwa mapenzi ya leo yamebakia ni mapenzi ya kukokotezana eh? Yana taaluma zake eh, mapenzi yana taaluma Eh, na mapenzi maalum yamezaliwa India kule, eh, walikokutana Adamu na Hawa baada ya kuwa wamefukuzwa katika bustani ya Eden. Wengine wanasema walikutana eh, katika miji mbalimbali, wana historia, kila mmoja anasema mahali pake eh, lakini kila mmoja atachukua jinsi alivyopokea eh. hayo ndio yalikuwa mapenzi ya kweli, mapenzi bila chumvi, haya nogi eh. wewe leo utampata binti utamweleza ukweli Eh, mimi bwana, kazi yangu nayofanya bwana ni ya kuzoa mavi katika vyoo. Kazi yangu nayofanya mimi kazi ya uchura, nasafisha vyoo vya stendi eh, huyo mwanamke hata kutaka hata ingekuwa namna gani, sema nimpeleke wapi? Atanipa fedha eh? Lakini ukimwambia umekwenda huko, kijana shadid, kijana rijali, kijana onekana maridadi, maridhawa, unafika unamwambia bwana, mimi ni rubani wa ndege hivi, mimi namiliki vitu fulani, namiliki mijengo mikubwa mikubwa, magorofa matatu manne mahali fulani basi huyo moja kwa moja atakuwa haachani na wewe, atakung'ang'ania mpaka siku aje agundue kwamba wewe ni chura unafagia vio vya stendi. Muda umekwenda sasa. Ndugu yangu mpenzi, usiache kufuatana na mimi, nitakupa jambo moja ambalo litaweza kukusaidia katika mapenzi yako, kwa yule mtu aliyeachika, yule mtu mapenzi aliyokwisha, yule aliyedanganywa na mpenziwe kwamba bana, nitakuoa hakumuoa yule ambaye ameolewa, lakini hakuweza E, hakuweza kudumu katika ndoa yake, yule ambaye ndoa yake inaangaliwa kwa jicho la chuki kutoka pembeni, nitakupa katika kipindi kinachofuata. Nitakuja kukueleza ni kitu gani wewe unatakiwa ukitumie kwa ukaribu kabisa, ili uweze kuwa katika e, nafasi nzuri, usikose kupata yale mafuta yanaitwa shamsia. Yale mafuta ya shamsia ndio ataweza kukusaidia, nikupeleke katika hilo darasa ili unapokuwa unalisikiliza una, una, una, unalifuatilia una, una, una, una kwa vitendo utaangalia mabadiliko ndani ya nyumba yako. Ukishaona mabadiliko yamekaa vizuri piga namba 0749 sabini na sita, sabini na sita, tisini na sita ili unieleze kwamba umeona namna gani kisha mimi nitaweza kukuelimisha na utaweza kuninulia kilo ya sukari. Asante sana, tukutane katika hicho kipindi tunachokizungumza. Wa hadha asalamu alaikum wa rahmatullahi.